Kwanza mambo ni mawili, kwa sababu ya muda na kwa sababu ina, ina sasa hivi ni muda wangu pia wa kwenda kanisani. Nataka kusema ma, kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mara, na mambo hayo yote ni kwa ajili ya mstakabali wa mkoa wetu, na pia kushauriana na watu ambao pia wanatoka kwenye line na wanapotoka kwanza kabisa sisi tunakaa boda ya silahi kuhusu hili la makamu mwenyekiti kushikiriwa, kwamba immigration au uhamiaji idara yetu ya uhamiaji kutumika, mimi niendelee tu kusisitiza kwamba idara ya uhamiaji inatumika, kwa sababu kulikuwa kama na kasumba ya kumtafutia makamu mwenyekiti mashimo. Yanachimbwa na yeye mwenye, alishaambiwa tangu mapema kabisa kwamba kuna mashimo yanachimbwa kwa ajili yako na amekuwa mtu ambaye amekuwa na umakini mkubwa sana kuto kuingia kwenye, kwenye ugomvi ambao hauna msingi, lakini hajaacha kukaa kwenye laini yake ya kusimamia ukweli ambao ndio necha yake na ndivyo alivyozaliwa na yeye, kama ambavyo vitabu vya Mungu vinasema, ukisoma hata kitabu cha Zaburi kwamba yeye kukataa kwenda na mashauri ya wasio haki haliwezi kuwa kosa kwake kwa hiyo mimi niendelee kumtia moyo kupitia Zaburi moja moja mstari wa kwanza mpaka wa nne. Kama kutakuwa na mtu atamfikishia hiyo, aelewe kwamba pia wamchao Bwana ni kama mlima Sayuni. Kwa hiyo asije akafikiria kwamba yuko peke yake, wako maraika na yuko Mungu anaongozana naye, kwa sababu ukiangalia kilichomweka ndani hata sasa. Na sisi tulikuwa tumesisitiza kwamba tujue, tunashukuru Mungu kwamba tumejua aliko. Sasa, jambo la pili ni kwamba usalama wake na uhai wake ni jambo la msingi, wala hilo halina negotiation. Kwetu sisi kuhusu usalama wa makamu mwenyekiti wa chama halina negotiation. Sababu hatuwezi kuona tu watu siku hizi wanaamka tu wanachukua maisha ya watu wengine kama kuku ya kwao ndio ya watu. Kwa hiyo sikutaka kwenda mbali kwenye hili. Nachojua mimi kilichomweka ndani makamu mwenyekiti wetu ni phobia yaani, kuna kitu kwenye psychology inaitwa phobic disorder, yaani watawala wameshakuwa na phobia wao wenyewe, wamekuwa na hofu ya, ya kitu chao hicho walichounda kinachoitwa uchafuzi wa tarehe ishirini na tisa. Sasa wakikuona tu hata usoni, kama wanaona dimina yako haiendani na hiyo na, na, na, na, na, na, na hii, na hii waliotengeneza ambayo sisi tunaiita ni najis, wanaona huyu atunzwe, huyu atekwe, huyu afanywe hivi. Kwa hiyo wana fobia kubwa sana, Electrico phobic ndio kinachowasumbua wao, lakini imani ni kwamba sisi hii vita tunaye Kristo mm, Mungu na tunaamini hii vita atashinda yeye. Hilo la kwanza. La pili, eh kuhusu hili la ndugu yangu Wenje ambao umeniuliza saa hii, sikutaka kumzungumza na wala sihitaji kumzungumza kwa sababu ya ukweli kwamba mimi binafsi na yeye au familia yangu na yake tulishavuka levo ya ya vyama. Mama yake ni mama yangu, tunazungumza rutini yetu ya maisha yetu, na maisha yake ni maisha ya familia sasa labda tu ni mshauri kwa sababu sizuiriwi kumshauri kaka yangu mdogo wangu dadangu au mtu yeyote yule. Hata katika maandiko matakatifu tusoma kita, kitabu cha, cha Mithali ni kwamba hata fimbo umrudi hata mtoto mtukutu. Wenje anaingia kwenye msitu wa niite labda msitu wa kipumbavu ambao, ili aje kutoka kwenye ule msitu, atakuwa amegharimu sana watu wengi, atakuwa amegharimu paka mpaka watoto wake jina kutanishi jina lake kwa kiwango ambacho hata siwezi kukielezea. E, nikirejea hili jambo ambalo amelisema jana jana, nafikiri mimi sifuatilii sana hayo mambo, ili alilolisema kuhusu familia ya Lissu Kwanza lile ni tusi kibinadamu, na ni kukosa utu, lakini pia ni kujivika unyama katikati ya watu ambao umeenda ukawakuta ni wanyama. Nani ajuaye, labda wenje angeenda kwa hao watu kwenye hilo kundi ambalo limemchukua, nani ajuaye, labda angeenda kwenye hilo kundi then akataka kuwarithisha matendo mema, akataka kuwashauri aliyo mema pengine akawashauri kutokuumiza watu, hapo angeenda kufanya kazi takatifu, kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini Wenja ameenda pale, anataka kujiharakia uchafu kuliko wachafu wenyewe. Yaani yeye ya ameingia kwenye kundi la watu, pengine anawaambia mbona mwapigi vizuri hawa, mnawapiga risasi hawa, mlipaswa mwapige guruneti. Anamkosea Mungu sehemu kubwa sana. Wenje ndugu yangu, kama ambavyo Munishi alimuita Marebo, ninakuita Wenje, ninakuita Wenje ndugu yangu, Wenje ndugu yangu, Wenje kama Munishi alivyomwita Marebo ndugu yake, acha kutumika kuumiza watu, acha kutumika kuchafua imeji ya wanamkoma, acha kutumika kuchafua imeji ya wana michire acha kutumika kuchafua imeji ya watu ambao ni watu ma maalum katika harakati za mageuzi East Africa, Wajaruo ambao ni kabila linaloheshimika lenyewe, tulishajiheshimisha kama kabila. Acha kutumika kuwachafua. Kama umeamua kukaa upande huo, ni haki yako ya msingi, lakini kaa huko kama ulitumwa na Mungu kama ulivyosema juzi, mara umtaje Ezekia, nilikuwa nakusikia, mara na unamtaja nani, pengine ulikuwa unarukaruka tofauti na maandiko matakatifu yanavyotaka, usiokote vifungu unavyoona vinakufurahisha wewe. Unapokula na mfarume usiwe na papara hiyo ulionayo, Wenje, kwa mfano, una sababu gani kumwaccuse mke wa tundulifu? Mfano tu nikuulize kama ndugu yangu, mfano rahisi tu, una sababu gani wenje kumuakuzi mke wa Tundulisu unafahamu mapito aliyopita mke wa Tundulisu mpaka sasa, tangu mwaka elfu mbili kumi na saba ambaye yule ni dada yetu. Licha tu ya kumuheshimu kama mke wa Tundulisu, ulipaswa umuheshimu kama msuvati, mtu wa nyumbani, kama ambavyo mtu mwingine anaweza kumuheshimu huyo ambaye uko naye kumfurahisha hapo, kwa sababu ni dada yake. Ulipaswa umuheshimu mke wa Tundulisu. Kitendo cha kum, kum, kumchukua mke wa Tundulisu kumwingiza kwenye ugomvi wako kutaka kumzungumza ili uonekane unajua kuzungumza, mimi nakushauri achana na hiyo tabia, kwa sababu mbili. Tundulisu hawezi kujitetea kwa sababu yuko kwenye kuta nne kama alivyokuwa Mtume Paulo kwenye kuta hizo ndefu na minyororo mikubwa, hana uwezo wa kujitetea Mungu, maskini wa Mungu kwa sasa, lakini mke wake unataka kujibu arafu la tatu ni nini kinakusukuma kuingilia maisha binafsi ya mtu yaani, unasema mke wa Tundu Lissu hajaonekana mahakamani. Kwa nini usiwaraumu waliomweka Tundu Lissu mahakamani? Unamraumu mke wake kutokwenda pale. Ulipaswa uwaulize waliomuweka kwamba, mliyemweka Tundu Lissu mmemweka kwa kosa gani? Unayemtukana mke wa Tundu Lissu, kibinadamu, umtendei haki? Unamkosea Mungu, unamkosea yule mama, unawakosea watoto wake, kwa sababu wale watu wametengenezewa kitu kinaitwa e, forceful mobility. Forceful mobility, yani wametawanywa pasipo kupenda, kama ambavyo watu wengi saizi kwenye familia zao wametawanywa pasipo kupenda. Kuna watu wengi wanatafuta wazazi wao, watoto wadogo kabisa kuna wazazi kama ambavyo nimemwona mama juzi, maskini wa Mungu, ametoka hospitalini moja kwa moja kwenda kumtafuta mtoto wake. Kuna mama yake polepole, maskini wa Mungu, tunamwona pale anajivuta kumtafuta mtoto wake, mama yake Mdude, dada zake na ndugu zake, wachungaji mbalimbali mbali, wengine wamekimbia, wame na nchi hiyo inaitwa forceful mobility, yani watu hawakupenda, sio social mobility, forceful mobility. wamekimbia pasina kutaka Wamekimbizwa pasina kutaka, wamefosiwa kukaa mbali na wapendo wao. Usitumie kama fimbo ya kumtukana Tundulisu. Na la mwisho nikukumbushe, Tundulisu si sehemu ya wagombea kwenye hicho mnachoita uchaguzi. Tundulisu si sehemu ya wagombea kwenye hicho mnachoita uchaguzi. Pengine mtu ambao unge, unge mlinganisha na huyu ne mnadi pengine, nikina Mwajuma hao ambao wanagombea, si Mwajuma Si kina si kuna sarumwali hao ndio uulize wake zao waliko. Visa vi mgombea wako, familia ya Tundu Lissu unaitafuta nini? Wanalia vilio vyao wenyewe, baba yao amepigwa risasi, wale watoto hawajai kujua, pengine aliyempiga risasi anafurahia kura saizi, mayai baba yao yuko jela. Yule mama maskini wa Mungu juzi alikuwa kwenye mkutano huko, nilimwona mikutano fulani huko Ulaya analia kama mtu ambaye hana namna ya kufanya. Huruma ya Mungu inakutaka umshauri mfarume au malikia uliye naye apunguze kuumiza watu, sio kumchochea huku unachofanya. Mimi ningetaka nikushauri kama ndugu yangu Wenje, na kuita kama mnishi alivyomwita Marebo, ndugu yangu Wenje, mrudie Mungu Ndugu yangu Wenje, muombe Mungu akupe hekima, uwe na kiasi katika yale unayoyasema. na Mungu wetu kwa sababu ni Mungu wa huruma, nina imani atakuhurumia. na pengine mimi kama ndugu yako Chacha nitaendelea kukuombea, Mungu akurejeshe hekima yako uliyokuwa nayo kama Wenje. usimuumize mama pale Michire, na usituumize ndugu zako wengine, hata tukaona aibu hata kuposti picha tulizowahi kuishi na wewe katika wema, kwa sababu tu kwamba unataka kufurahisha watu. shauri wangu pia kwako ni huo na na ni sitakubali, mtu yeyote amuongee mke wako, aongee watoto wetu wale wa kwako ambao wako Canada, kwa sababu yoyote ile. Kwa sababu atakuwa anakukosea au kuongea njia ulizopita wewe ili unusurike kifo mwaka elfu mbili na ishirini, atakuwa anakukosea pengine. Sitakubali mwanachama yeyote kwenye grupu la chama la Chadema akakuuliza kuhusu Nyatega, kwamba kwenye kabuli lake ukienda utajisikiaje leo? Kwa sababu sio utu, na mimi sikubali hayo mambo yaendelee. Sitisha hayo maneno ya kumtukana na tundulisu na familia yake. Mnadi mgombea wako viza viki na mwajuma anayogombea naye. Mungu akubariki kwenye siku hii, kama utakuwa umenisikiliza sana.